Asante Mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa naibu spika, nianze kabisa kwa kuipongeza wizara kwa kazi kubwa anayoifanya. Tunakushukuru mheshimiwa waziri na naibu waziri, lakini na wizara nzima watendaji wote tunawashukuru. Mheshimiwa naibu spika, katibu mkuu wa wizara hii hapendi kusifiwa, hata tukiwa kwenye kamati tunapata shida tunapomsifu. Sasa tutaacha kumsifu, lakini tutamshukuru kwa mambo makubwa anayo yaifanya na anayoisaidia anayoisaidia serikali na nchi hii. Mheshimiwa Naibu Spika, hapendi mwenyewe nadhani kwa sababu hataki kulewa sifa, lakini sisi tutampongeza kwa kazi kubwa anayoifanya ndani ya nchi hii kwa kujitoa usiku na mchana kuhakikisha taifa hili linakwenda mbele. Mheshimiwa Naibu Spika, nampongeza waziri na naibu yake kaka yetu Jaffo tunakupongeza. Mimi ninaanza kukupongeza kwa kitendo cha juzi ulichokwenda Kariakoo. Huu ndo uzalendo, haiwezekani. Ndugu zetu wa Kariakoo anafanya biashara, kuna watu wageni wanafanya biashara pasipofata utaratibu tuende tufanye tathmini nchi tunazozitembea tuwaangalie, watanzania wangapi wako kwenye mataifa ya nje wanaopewa vibali vya kufanya kazi au wana uwezo wa kuweka hata kibanda cha yeye kusema anauza chips na mishkaki ya Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, kaka yangu nakupongeza. Muda mchache nilimsikia mtu anasema wizara ifutwe. Hii wizara haifutwe hey! Mheshimiwa waziri wizara haifutwe hey! hii wizara kati ya wizara inayosaidia watanzania ajira nyingi za vijana wa Tanzania ziko kwenye wizara ya viwanda. Kaka yangu Jaffo, ni kuombe endelea na watendaji wa wizara hii, maana kuna watendaji wote ni wazuri. Angalieni namna mtakavyowakomboa vijana wa Tanzania kwenye swala la ajira. Jibu kubwa la vijana wa Tanzania ni swala la upatikanaji wa ajira, njia rahisi ni swala la kuongeza viwanda na kuona nini tunakifanya. Mheshimiwa Mheshimiwa naibu spika nimpongeze kwenye swala la Mchuchuma, kwa kuwa nami ni mjumbe wa kamati hii, ninaelewa kinachoendelea kwa undani. Nikupongeze kwa hatua uliofika, si chini ya bilioni kumi na tano nukta nne zimekwenda kwa wana, zinaenda kulipa wananchi, zinazoendelea kulipwa. Mheshimiwa waziri nikwambie, endelea, ni endelea, simamia swala la Liganga na Mchuchuma, ni majibu pia kwa viwanda vyetu vya ndani. Sasa hivi kaka yangu katoka kuzungumzia kuna kiwanda cha lohera lah, Mheshimiwa Waziri ulitupeleka wewe kwenda kukagua tu, mkur, mkuranga tulikwenda kukagua, na baada ya ziara hii ndipo tulipokuja kufanya kazi kamati tukiwa ndani ya Bunge. Haiwezekani wawekezaji wa ndani ya Tanzania mtiririko wa kodi waliokuwa nao, kodi zote wanalipa, alafu viwanda vyao, bidhaa zao hazifanyi kazi huu kwetu tumeweka mkakati maalum kama kamati kuwasemea wazalishaji wa ndani maana, ni jukumu letu kama kamati. Haiwezekani kuwaona wanadidimia, sisi tunaridhia bidhaa zinazotoka nje, na sisi ni jukumu letu kama wabunge kusema alindwe kwanza aliyewekeza ndani. Hatukatai bidhaa kutoka nje, lakini tuchukue fursa. Kaka, chukua fursa ya kumlinda mwekezaji wa ndani mfikirie mwekezaji wa ndani ametengeneza ajira ngapi? Mfikirie mwekezaji wa ndani ananunua malighafi ngapi kutoka ndani. Na Mganga, Mganga na Mchuchuma nayo itakuwa miongoni mwa wao kuweza kuendesha biashara zao vizuri. Mheshimiwa Waziri, kuna swala hili linalozungumzwa la pombe. Swala la pombe takriban kwa Tanzania, ukija kwa dini zetu kubwa zote, so mbili ya Kiislamu na ya Kikristo pombe hairuhusu, lakini kwa maadili pia tunayolelewa kama Watanzania pombe hairuhusu. Lakini kama tumeamua, serikali haina dini, tumeamua kuachia watu wafanye biashara, tuangalie penye tatizo, tuangalie tatizo liko wapi. Mimi nikiwa kama Tauhida, kusikia vijana wa nchi hii wanaharibikiwa kwenye suala la pombe, sirizi lakini mimi nimejiridhisha kwa kuuliza na kuhoji ubora wa hizo pombe kali zinazotengenezwa. Mheshimiwa Waziri, kuna namna ya kuchukua hatua. Moja ya kuchukua hatua, fanye uchunguzi kwenye maduka ya chakula. Leo Tanzania hili haijulikani, duka la pombe halijulikani, duka la chakula halijulikani, duka la nyama. Leo tutamchukulia kama kakangu, ndugu yangu mmoja, mtanzania anaitwa Mati yuko Babati, niliwahi kumsikia dada yangu Gekulu tutaenda kusema kwamba labda uwekezaji wake sio sahihi. Hapana, tusimhukumu. Ametumia fursa na fedha iliyokuwa nayo na kuwekeza. Tatizo lililokuweko unyonge wa sheria yetu. Dada angu Ashura, angalia ukiwa kama mama maeneo gani tunaweza kuitetea na kuisaidia Tanzania. Angalia eneo hili, angalia kwenye hii sheria yetu, ina miaka hamsini na saba. Angalia tunarekebisha wapi. Leo hakujulikani pombe kama yuzwe mchana, yuzwe usiku. Tusimhukumu mwekezaji wakati yeye hana kosa kwenye. Lakini Mheshimiwa waziri, kuna swala la TanTrade. TanTrade. Dada yetu Latifa amejitahidi vya kutosha. TanTrade zamani ilikuwa inaonekana kwamba ni swala la Saba Saba. Hilo, hivyo ndivyo tunavyokuwa tukielewa sisi wabunge ndani na nje, lakini tuiangalie sasa imefika wapi, hao wanawake wamo ndani ya wizara natamani niwataje wote, maana ninawafahamu wanafanya kazi nzuri. Leo angalia sisi, maonyesho ya mwisho tuliokwenda, tunahoji lakini, na kulikuwa na ushiriki wa nchi kumi, lakini sasa hivi kuna ushiriki wa nchi ishirini na nne za kigeni na wote wanakuja kufanya biashara hapa. Kwa nini, inapostahili wizara kupewa pongezi, usipewe pongezi? Kuna dada yetu, jina nimelisahau, anasimamia masuala ya, ya elimu kwenye masuala, elimu sh, kuwekeza kwenye masuala ya elimu ya biashara, naye ni mwanamke anafanya vizuri. Natamani jina lake ningelipata. Mheshimiwa Waziri, una wafanyakazi wazuri, una katibu mkuu mzuri, una naibu katibu mkuu mzuri, watendaji walikuwamo ndani ya wizara hii. Ni vizuri sukumeni Tanzania Waziri, una spidi ambayo mheshimiwa rais anataka tuende. Mheshimiwa rais anatumia mweshi nguvu zake, anatumia akili zake, anatumia uwezo wake kama mama kuona taifa linasonga mbele. Tusonge naye, tusimame naye. Naomba kuunga mkono hoja. Asante kwa machache. Mheshimiwa Kamonga jiandae, mheshimiwa Kunti jiandae, mheshimiwa Pareso jiandae, mheshimiwa Lurida.